Hello, karibu katika channel yetu pendwa kwa majina naitwa Sylvester Benard Mapunda. Na leo nitaongea na wafanyabiashara, kama wewe ni mfanyabiashara au mjasiriamali ambaye biashara yako ndogo au kubwa. Vitu yaani vinakupasa biashara yako izidi kuwa na afya zaidi. Na siku ya leo tutaongelea mambo ya kuzingatia baada ya kuanzisha biashara. Baada ya kuanzisha biashara yako, mafanikio ya biashara yako yanategemea sana na namna ambavyo unavyoiendesha biashara yako na jinsi ya kuitunza. Watu wengi sana huanza biashara kwa furaha sana, lakini baadaye huishia kwa kilio kutokana na kushindwa kuendesha, kuendesha biashara na biashara yako, ili ionekane au ionyeshe matokeo yote, na kupasa ufuate kanuni na mbinu za uendeshaji wake. Sasa siku ya leo tutajifunza kanuni na mbinu ambazo za kufanya wewe biashara yako ikuwe na uone matokeo kutokana na biashara hiyo unayofanya, inaweza ikawa biashara kubwa au ndogo. Sasa kabla tujaendelea, kama hujani follow unaweza ukasubscribe YouTube chaneli yangu au ukanifuatilia katika mitandao yangu ya kijamii Instagram, unapatikana kwa jina Sylvester Mapunda underscore, TikTok Sylvester Mapunda underscore. Pointi ya kwanza: huduma bora kwa wateja. Huduma bora ni kama moyo wa biashara. Wateja wengi hufurahia sana kama ukiwapa huduma bora kwa kuwaheshimu, kutoa huduma kwa haraka na ufanisi. Ubora wa biashara au ubora wa bidhaa haufanyi upate wateja wengi, ila ubora wa bidhaa ukiplasi huduma bora utavutia sana wateja wengi. Na kitu pekee ambacho wafanya biashara wengi sana wanafanya makosa ni namna ambavyo wanavyomzoea mteja mteja azoeleki. Na kitu ambacho kitafanya wateja kukimbie ni namna ambavyo utakozoea. Aina ya huduma unayotoa ndio itafanya mteja arudi. Na jiepushe sana na kuongea uongo, kumdanganya mteja. Kama mteja ulimwahidi utamfanyia delivery saa saba, jitahidi sana kumfanyia wakati sahihi hiyo delivery. Hii itaongeza uaminifu wa, wa mteja. Pointi ya pili ni kwamba kauli nzuri kwa wateja, namna ambavyo unaongea na mteja inavutia sana au wateja, watu wengi sana wateja wengi sana huvutiwa na wewe au ushindwa kuvutiwa na wewe kutokana namna na namna ambavyo unavyoongea nao. Kwa mfano, mteja anaweza kuuliza kwamba, kwa wafanyabiashara wa chakula, una chakula gani mteja muuzaji na muuzao, unahitaji chakula gani? Sasa kwa biashara hii, biashara yako ikue na iongezeke, wateja wako wawe wa, wa wengi zaidi. Namna ambavyo unawajibu wateja inamata sana, kuliko hata namna ambavyo unatoa huduma yako. Huduma yako inaweza kaa bora sana, ila kauli unazozitoa kwa wateja inaweza kukuharibia kabisa biashara yako. Jitahidi sana namna ambazo unavyoongea na mteja, usiongee na mteja kama unaongea na mtoto wako aliyekukela. Aya, pointi ya tatu, kuwa msafi na fanya kwa ubora. Usafi na ubora ni hivyo tunavyovutia kwa mteja kama biashara yako, itahidi sana ofisi yako iwe safi na pangilia bidhaa zako katika mpangilio mzuri. Wateja wengi utakosa wateja kutokana na aina unavyopangilia mambo yako, na aina ambavyo ofisi yako kama una ofisi, ofisi yako ilivyo. Watu hawapendi sehemu kwenda kuhudumiwa sehemu chafu, au kukutana na mteja muuzaji ambaye yuko rafu. Jitahidi kuwa smart, hii itavutia sana wateja wako, au utavutia watu wengi sana kuja kukuungisha bidhaa zako. Pointi ya nne ni kwamba jua kutofautisha kati ya mtaji na faida. Kama mfanyabiashara, ni muhimu sana kuweka kumbukumbu nzuri ya manunuzi na mauzo ili kurahisisha kutambua faida na mtaji wa biashara yako. Ukichanganya mtaji na faida, unaweza kutumia pesa ya biashara vibaya na hii itasababisha ita, ita, ita, ita, ita biashara yako kufa kutokana na una, unauza sana ndio, lakini utaona matokeo, kwa maana haujui kutofautisha. Kuna muda una mwingine unaweza ukauza sana ukazani kwamba umepata faida, kumbe hiyo hela ambayo uliouza ni kama mtaji tu. Sasa kama mfanyabiashara mzuri jitahidi sana kutofautisha mtaji uko wapi na faida iko wapi. Na kama uja subscribe, jitahidi sana kusubscribe youtube channel yangu ku like na ku comment. Na point ya tano, sikiliza maoni ya wateja. Ukijenga mahusiano mazuri na wateja wako, itakusaidia ita sana kukwambia wapi uboreshe na hii itakuwa ita chachu kwa wewe kujijenga na kuwa katika mipangilio mizuri, na katika maoni ya wateja itakuboreshea ubunifu. Mteja akija kukuelezea tatizo usilichukulie kama lawama, lakini lichukulie in positive way. Hii itakusaidia kuwa mbunifu kila siku, imradi mradi kuto kuepukana na yale maoni ya wateja na hii itakusaidia bidhaa biashara yako au biashara yako kuwa bora zaidi na kuwa katika kiwango kikubwa zaidi. Hivyo basi kwa kumalizia, kama mfanyabiashara, kujua tofauti kati ya mtaji na faida ni kama kujua tofauti kati ya mbegu na tunda. Mtaji ni mbegu unapopanda, na faida ni matunda unapovuna. Kila mbegu ukidhani ni tunda, basi msimu unaokuja hutokuwa na kitu cha kupanda. Wainga walisema kwamba anayejua asili ya shimo hawezi kutumbukia tena mara mbili. Kama unajua chanzo chako cha pesa, basi utatumia pesa kwa busara sana, ila kama haujui chanzo chako cha pesa utatumia kiolewa Biashara ni kama kuku na mayai. Mtaji ni kuku na faida ni mayai. Ukiamua kumchinja kuku, basi tegemea kwamba utowepata mayai tena na utaishia kuona mifupa. Wakati wa kesho ni maamuzi yako tu kuamua leo. Naitwa Sylvester Benard Mapunda. Unaweza kunifollow katika mitandao Instagram, TikTok kwa jina ya Sylvester mapunda underscore. Bye bye.